Tunamshukuru tena Allah kwa kutupa afya na uzima tukaweza kufika hapa. Kwa ni miongoni mwa neema kubwa baada ya Uislamu ni neema ya kupata afya na uzima. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadith, na amatani maghbunun fihima kathirun min alnas as-sihhatu wal-faragh. Neema mbili ambazo wengi sana wanapunjwa wanakopwa yani, wanapata hasara katika neema mbili hizo, kwa jinsi wanavyozitumia, hawazipi haki yake. Moja ni neema ni neema ya siha, ya pili ni neema ya nafasi na wakati. Ndio maana mmoja katika watu wema katika wasia wake ghali aliwahi kumuhusia mwanawe akamwambia ya bunaya lakad dhuktu ltayibati kullaha falam ajid ahla min alafiya, mwanangu katika kuonja vitam, vitamu vingi na vizuri vizuri vingi sijawahipo kuonja kitu kitamu na kizuri kuliko siha na afya. Kwa mwenye siha na afya amshukuru Mwenyezi Mungu, kwani akishukuru Allah anasema, wala in shakartum la azidannakum

Lakini sijawahi kuona kitu kizito kwa kukibeba kama deni. Deni ni kitu kizito kikubwa kwa wale wenye kujua. Wale waliozoea kurusha watu wanaona hii ndio biashara, lakini mtu anayepojua uzito wa deni, basi hata kibeba majabali haoni uzito kama deni. Na ndio maana kuna baadhi ya watu hufa kwa madeni. Ukimwona ndugu yangu Muislamu, ndugu yako uliyemkopesha amezidiwa, madeni yamemzidi, nenda kamwambie, nimekusamehe. Usisubiri amekufa ndo nakwenda kumwambia, bwana marehemu alikuwa namdai, lakini kwa sababu kafa, nimemsamehe mzee wenu. Pengine deni lako ndo limemuua, sasa umsamehe kabla hajafa sisi Waislamu tunapenda sana kuonyesha huruma na ukarimu wakati wa misiba. Milioni tano ha milioni kumi, laki moja, simsamehe bwana, lakini akifa tu nimemsamehe, fi dunia wal akhira. Mpanda presha kwa madeni yako. Kwa hiyo msamehe ndugu yako muislamu kabla hajafikwa na hasara hiyo. Watukufu a wa Waislamu, Furaha yangu kubwa sana leo kukutana nanyi tena kwa mara yangu ya kwanza kama muhadhara katika masjidi shebu. Mwenyezi Mungu awabariki walioandaa muhadhara huu, awajaze kila la kheri, na nyinyi ndugu zangu ambao muko mbele yangu kunisikiliza, kuja kwenu kunisikiliza haimaanishi kwamba mimi najua kuliko nyinyi. Tupo hapa kutekeleza moja, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kitu kikubwa sana ambacho ndicho kilichopa ubora ummati Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa aya nyingi zilizosisitiza umuhimu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya.

wala hawaamrishani mazuri. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi baada ya kuwakataza Waislamu wasikae katika njia wakawakodolea macho kila anayekipita. Mtume sallallahu alayhi wasallam akambia: iyakum waljulus iyakum waljulusa wal fi lturuqat, jiepusheni sana kukaa katika njia hizi zinazopita watu. Akambia rasulullah

Wanahi anil munkar, wanaopita wapokeeni salamu zao. Unayemwona anadhulumiwa msaidie. Anayepita akawa ni mwenye kukupa salamu, lazima urudishe salamu. Naamrishaneni memi, katazeni mabaya. Utukufu wa Islamu kama si jambo la kukataza mabaya na kuamrisha mema, sisi hatuna ubora wowote katika ulimwengu kwa hiyo kilichonileta hapa leo ni kuitikia amri hiyo ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadhara wetu wa leo utakuwa unahusu suala kubwa ambalo leo limesababisha kutokuwepo kwake msiba mkubwa katika jamii yetu ya Kiislamu. Bila shaka, ndugu zangu ambao mnanisikiliza Iliwahi kutokea katika maisha yako zamani ulipokuwa na umri wa miaka sita mpaka miaka saba nane, ulikuwa unalala popote unapolala, kwenye banda la kuku, banda la mbuzi, uani, chooni. Usingizi utakapokujia hapo hapo utalala. Lakini pale unapolala, ukiamka unajikuta kitandani tena kimetandikwa vizuri na umelala usingizi mzuri. Bila shaka wengi tumepitia katika hayo, si watu wazima, si watoto, nani kupitia katika hizo ahwali. Kama kwenu likuwa mkifuga kuku, siku nyingine unalala katika banda la kuku, mtu akiingia ghafla anakuhesabu wewe ni katika kuku, lakini wewe umelala, huna habari lakini kuamka kwako, hujikuti katika banda la kuku, unajikuta katika kitanda kimetandikwa vizuri, na wewe mwenyewe uko katika ainaya ya hali ya juu. Nani alikuwa akifanya kazi hiyo? Ni nani alikuwa kikubeba kikunyanyua, kutoka katika banda la mbuzi mpaka katika kitanda? Raha hii unaweza ukaipata leo, lala hapo mwembe tayari mpaka asubuhi, kama watu watakuokota lala barabarani, kama utajikuta kitandani umetandikiwa vizuri, huku unapepewa. Lakini kulikuwa na mtu maalum anahakikisha unalala pahala pazuri, anahakikisha unakula kizuri, anahakikisha unaishi vizuri, ana katika maisha na anasakrifisi maisha yake kwa sababu yako wewe. Huyo ni mama na baba. Hawa ni watu wawili muhimu sana katika ulimwengu wa Kiislamu, watu ambao leo wamekosa haki zao ambazo ilikuwa ni lazima watekelezewe. Kwa kukosa kwa haki yao ndipo ulimwengu huu ukaonekana ni uwanja wa fujo. Ukisikia kuna vijana pahala fulani wanakaba watu, ni kwa sababu ya kukosekana uhusiano mzuri kati ya kuzitekeleza haki za watoto na wazee wao ukisikia kuna pahala, kuna watoto wa kike wanajiuza, hili jambo limechukua nafasi kubwa sana katika maisha yao. Ukisikia kuna pahali maadili yamemonyoka, wazee hawakupewa umuhimu wao wa kuamrisha na kukataza na heshima waliostahiki kupewa. Qurani imetangaza mapema sana. Subhanallah, watoto wetu leo wamekuwa hawamwogopi mtu yoyote. Waulizeni hawa watu wazima waliokaa hapa mbele zamani, mtu yoyote ilikuwa kwao ni baba na mzazi wao yoyote, na alikuwa akitiwa adabu na jirani, akienda kwao wanalia, baba yake mzazi aliyemzaa mtoto yule atamtia adabu mara mbili, atamwambia husingetiwa adabu na jirani, nisababu kweli una adabu wee hakupigipigi burebure tu. Jirani mzee asikuwa ni mzee akosea kile kupiga tu, haiwezekani. Umekosea. Lakini leo, ulimwengu wa leo, mzee yoyote akimtia adabu mtoto asiyekuwa wake atafungwa. Bali watoto ambao wamezaliwa leo na wazazi wao, imefika pahali, ndugu zangu, katika historia katika vitu nilivyovishuhudia kuvisoma na kuvisikia vilivyonichanganya akili yangu mpaka leo ni stori ya mtoto wa miaka kumi na saba wa kiume ambaye alikuwa akiishi na mama ake, mama ambaye aliyeachana na baba baada ya kuchukua sifa ya abusive father, baba mhuni ameachana na mamake, mama akamchukua mama mtoto kwenda kukaa naye mtoto wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, anapata kila anachokitaka mtoto huyu. mtoto wa miaka kumi na saba kuona kwamba hana nafasi ya kukipata kila anachokihitaji, kapanga njama na rafiki yake shuleni katika high school akammalize mamake, ili apate kutanua vizuri katika maisha. Akamwambia, ntaingia nyumbani mlango nitauacha wazi ingia mmalize anani bana, bana hanipi hela vizuri situmii na nyumbani kuna pesa kuna bahasha nimeziona alafu zichukue hela zile tuende tukatumie mtoto wa miaka kumi na saba apanga njama ya kumua mama aliyembeba katika tumbo lake miezi tisa alimbeba katika sura gani